Karibu mtungini kupitia hapa Open Online Media. Leo tunakuletea habari kutoka kanda ya kati, kitaifa na pande zote za dunia. Hii ni safari ya habari, chambuzi na maarifa. Mimi ni Erastu Sendro. <mimu> Uongozi wa kata ya Buigiri wilaya ya Chamwino mkoani Dodoma umemtaka mkandarasi anayejenga daraja linalounganisha maeneo ya Chamwino na Chinangali tu kuhakikisha anakamilisha ujenzi kwa wakati, kuondolea adha wananchi hususan katika kipindi hiki cha mvua. Kauli hiyo imetolewa na diwani kata ya Buigiri, Kenneth Yindi, wakati wa ziara ya kukagua maeneo ya ujenzi wa daraja hilo alioifanya akiwa ameongozana na viongozi mbalimbali wa kata hiyo. Diwani Yindi amesema licha ya kuwa ujenzi wa daraja hilo uko hatua za mwisho, bado wananchi wamekuwa wakilalamika kitendo cha mkandarasi kujaza tope katika eneo la daraja hilo, hali inayosababisha daraja hilo kushindwa kupitika kwa urahisi, hasa kwa utumiaji wa vyombo vidogo vya usafiri pamoja na wanafunzi. Sasa mimi naomba uniambie baba ina kamilika lini. Na nataka mkandarasi aje hapa. Ingekuwa kuna mwenge hapa, mkandarasi angekuwepo au angembea kati mkuu anakuja waziri. Mimi niko kumwakilisha mbunge na rais. Kwa mimi siwezi kusubiri kiongozi wa juu aje wakati nipo. Kwa hiyo naomba utuambie hii baba ina kamilika lini na utupe muda mkandarasi anakuja tuongee hapa. Atuoneshe vipimo, atuambie daraja hili. Walanti yake ni muda gani? Hii baamyka pembeni kiongozi wa juu. Na baba zote ambazo zinahusu mimi, sababu vikao vya madiwani, ndio maana naomba taarifa rasmi kamati yangu ya kata ya kumi na sita. Naomba tena baba zote za wilaya Chamwino ambazo umepewa nyinyi, tujue status yake, ilitoka shingapi, ilikuwa ishe lini, ina uwezo gani kabla ya mvua, tofauti yake haipo. Tulikuwa na sababu baba, ipitike kati wa aioa itk hivi mvua ipo isiwepo, ama tofauti hii hela imechezewa. Rai Rai katoa na moja kwa sababu ya Rai. Sasa mimi amtumia Rais anatumia mbunge na mawaziri wote. Mimi ndio mwakilishi wao hapa. Siwezi kukubali mkiongoza juu wakati mimi nipo. Atakuja juu kama nyinyi mmefanya uzembe. Sasa naomba niambie lini zibaba zitakamilika. Naomba taarifa ndani ya wiki mbili. Pata taarifa ya Mkuu wa wilaya ya Ilala Edwin Mpogoro amekutana na wakuu wa shule za msingi na sekondari zilizopo ndani ya Halmashauri ya Jiji la Dar es Salaam lengo la kuweka mikakati ya kuhakikisha msimu mpya wa masomo unaanza kwa ufanisi katika mazingira bora ya ufundishaji. Akizungumza katika kikao hicho, Mpogoro amesisitiza umuhimu wa maandalizi ya mapema katika kuwapokea wanafunzi, ikiwemo kuhakikisha uwepo wa miundombinu imara, usimamizi thabiti wa taaluma na nidhamu pamoja na wajibikaji wa wakuu wa shule katika kusimamia mazingira salama na rafiki ufundishaji na ujifunzaji. Amesema kuwa changamoto zote zinazoweza kuathiri mwanzo wa masomo zinapaswa kutatuliwa mapema, akisisitiza kuwa elimu bora inaanza katika usimamizi mzuri wa shule, nidhamu ya walimu na wanafunzi, pamoja na ufuatiliaji wa karibu wa shughuli. Hiki leo hii ni kikao kazi. Unapokwenda kupokea watoto alafu kila mmoja akatokea nyumbani kwake, kwamba tunaenda kupokea watoto elfu sabini wa msingi elfu arobaini na mbili na sekondari elfu thelathini na nne. Alafu kila mtu anakaa nyumbani tu. Kwamba tunaenda kuwapokea watoto. Haileti haileti utayari mzuri. Yaani maana yake tunakwenda kumpokea mgeni, hatujakaa pamoja. Kwamba tunakwenda kuwapokea watoto wetu kwa namna ipi? Swala la elimu ni swala la msingi sana. Ni swala letu sote. Nisimwachie mwalimu ahangaike peke yake. Ndio maana leo hii tumesema tufanye kikao cha kwetu. Sasa tunapokwenda kwenye mapokeo ya watoto maana yake ni miundombinu, tunaitana yake ya hivyo, ya watoto, ni miundombinu tunahitana kwa mapokeo maana yake mazingatio ya miundombinu hivyo kuhitana kwa mapokeo ya watoto ni tuzungumzie uhitaji wa miundombinu ya kusupport elimu katika maeneo yetu. Tungeweza tukaichukua hapo uwepesi kwamba ni kumpokea mtoto amekuja amevaa uniform, nimempokea ameingia shule, basi hiyo ni rahisi lakini zile changamoto za miundombinu katika maeneo yetu ndio ambayo nikasema ni vizuri tupate nafasi hivyo, ni waombe kwenye eneo hili la mapokeo. Sina mashaka kwenye jiji kusu kupokea, lakini tuendee tukazingatie uwepo wa miundombinu sahihi na rafiki katika maeneo yetu. Na tuangazia habari za biashara. Naibu Waziri wa Nishati, Salome Makamba, amesema dhamira ya dhati ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dokta Samia Suluhu Hassan pamoja na rais wa Uganda Yoeli Kaguta Museveni imekuwa chachu ya utekelezaji wa mradi wa bomba la mafuta unaotarajiwa kuleta mabadiliko makubwa ya kiuchumi na kijamii kwa mataifa yote mawili. Makamba ameyasema hayo alipotembelea mradi wa bomba la mafuta katika eneo la Chongoleani jijini Tanga, ambapo amesema mradi huo unaendelea kuleta manufaa kwa wananchi wa mkoa wa Tanga na maeneo mengine yanayopitiwa na mradi huo. Ameeleza kuwa hadi sasa zaidi ya shilingi bilioni kumi zimetumika kulipa fidia kwa wananchi waliopisha mradi huo huku wananchi zaidi ya elfu nane mia nane themanini wakishiriki moja kwa moja katika shughuli za ujenzi wa bomba la mafuta leo tumekuja hapa Tanga ukiwa pamoja na Mheshimiwa Waziri wa Nishati na Maendeleo ya Madini ya wa Uganda kwa ajili ya kuangalia maendeleo ya mradi huu wa EACOP. Tumefurahishwa sana na maendeleo ya mradi wetu na bado tuko ndani ya muda uh, kampuni wametuahidi itakapofika uh, Julai kazi zitakuwa zimekamilika, na sisi tuko tayari kwa ajili ya kuanza mradi huu uh, mradi huu uh, umewanufaisha sana wananchi wa Tanga. Paka, mpaka sasa hivi tunavyozungumza, zaidi ya bilioni kumi imetumika kwa ajili ya kulipa fidia kwa wananchi wa eneo hili la Tanga, lakini wananchi zaidi ya elfu tisa mia nane na themanini na kitu wame wameshiriki katika shughuli uh, za ujenzi wa bomba hili la mafuta na hii ni sehemu kubwa ukilinganisha na, na majirani zetu wa Uganda. Sisi ndio wanufaika wakubwa. Ukitembea katika eneo hili la mradi, unaona namna ambavyo swala la usalama kazini linazingatiwa kuliko kitu chochote mpaka sasa hivi ukiangalia katika miradi yote wenyewe wanasema wataalamu ambao wamewahi kuifanya katika Afrika, huu ndio mradi ambao umekuwa hufanywa katika hali ya viwango vya juu sana vya usalama. Lakini pia wakati wanapakia wana mafuta kwenye meli, wanaendelea kuweka uh, mazingira mazuri ya kudhibiti uharibifu wa mazingira kwa viumbe vilivyoko majini na mazingira yote ya, ya baharini kwa ujumla. Tuhitimishe na habari za kimataifa. Rais wa Marekani, Donald Trump, ameendelea kutawala vichwa vya vyombo vya habari kimataifa baada ya kufanya mazungumzo ya simu na rais wa Colombia, Gustavo Petro, siku chache baada ya kutoa kauli kali zilizozua mvutano wa kidiplomasia dhidi ya nchi hiyo. Mazungumzo hayo yamefanyika katika kipindi nyeti ambacho uhusiano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Colombia ulikuwa bado haujatengamaa kufuatia kauli na misimamo iliyochukuliwa awali na pande zote mbili hali iliyozua wasiwasi ndani na nje ya mataifa hayo. Kwa mujibu wa taarifa zilizotolewa, mazungumzo ya simu kati ya viongozi hao wawili yamelenga kujadili masuala ya uhusiano wa kidiplomasia, ushirikiano wa kikanda pamoja na namna ya kupunguza mvutano uliokuwa ukijitokeza katika siku za hivi karibuni. Wachambuzi wa masuala ya kimataifa wanaeleza kuwa hatua ya Rais Donald Trump kuwasiliana moja kwa moja na Rais Petro inaashiria mabadiliko ya kimkakati wa kidiplomasia yakilenga kupunguza mvutano na kurejesha mawasiliano ya kawaida kati ya mataifa hayo mawili. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu makubaliano mahususi yaliyofikiwa, lakini hatua hiyo imepokelewa kama ishara chanya katika juhudi za kudumisha amani na ushirikiano wa kimataifa. na huu ndio mwisho wa taarifa habari, kutoka hapa Open Online Media. Na kwa hayo tunafunga duru ya mtungini kwa siku ya leo. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya Instagram, Facebook na YouTube bila kusahau kutusikiliza kupitia tovuti Open Media Co Tz. Mimi ni Erastus Sendru.